ITV imefika katika eneo hilo la Mtaa wa Viwandani, Manispaa ya Shinyanga, na kushuhudia kichanga hicho kikiwa ndani ya mfuko wa takataka, huku hali ya taharuki ikiwa imetanda. Na hapa shuhuda aliyegundua kichanga hicho anaeleza ilivyokuwa. Mimi huwa ninapita ninatenda za kulisha kuku hapo nguzo nane, kwa maana hiyo waga anakusanya maugari, huwa anapata humu kwenye mamifuko ninapeleka nguzo nane kupata riziki. Leo hii nimekuja nafukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto. Sijawahi kukutana tukio kama hili. Hii imekuwa ni changamoto, mpaka nilitetemeka kiasi cha kwamba niliwatoa mle wote ndani mle, nikamwambia jamani, nini nichi mlichofanya? Basi wakatoka wote. Nao baadhi ya majirani wa nyumba hiyo wanaeleza walivyopokea tukio hilo na hali ilivyokuwa baada ya mwili wa kichanga hicho kugundulika. Tukaja tukashuhudia katoto kamewekwa kwenye mfuko, mfuko wenyewe wa mia mbili. Tukaja kuangalia tukakuta kweli katoto kama kana miezi minane, mtoto ameshaota mpaka nywele mpaka na nywele paka na, na macho mtoto ameshatokeza mpaka na kucha. Ndio sasa watu ikabidi sasa ndio watu wa, wajitokeze waje waangalie kumsanga alikotokea. Kwa hiyo kinachojulikana sasa mimi sielewi siju nani mwenye mimba ni nani aliyemtupa mtoto ajulikane. Ashraf Majaliwa ni mwenyekiti wa mtaa huo wa Viwandani anakiri kutokea tukio hilo huku akitoa wito kwa wanawake hasa mabinti kuepuka vitendo vya aina hiyo ambavyo vimekuwa vikizua taharuki mitaani. Limefika hapa katika eneo hili la hosteli iliyoko ndani ya mtaa wetu. Kama mnavyoona, taharuki imekuwa ni kubwa. Nimefika na kukuta mtoto mchanga ambacho ni kiumbe akijajulikana vizuri ni cha jinsia gani, kimetumbukizwa ndani ya mfuko wa takataka. Na kwa mujibu wa utaratibu wa mtaani kwetu, mara nyingi gari za taka zinapita siku ya Jumatano. Kwa hivyo aliyefanya tukio hili pengine alikuwa na targeti e, zoezi la uzoaji taka, ili kiweze kwenda kuteketezwa kwenye dampo la uchafu. Kwa kweli tumelipokea tukio hili sisi kama wanamtaa wa Viwandani kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu huu ni ukatili ambao serikali siku zote imekuwa inapiga vita sana, kutoka katika hosteli hii ya wanafunzi iliyoko hapa katika mtaa wa Viwandani katika halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Mimi ni Frank Mshana. ITV.